Kingalame misaada ya kibinadamu kwa waathirika wa tetemeko la ardhi la Septemba kumi imeanza kuwasilishwa kwa mkuu wa mkoa wa Kagera ambapo zoezi la kugawa kwa waathirika linaandaliwa. Mwandishi wetu Charles Mobey ameshuhudia vitu mbalimbali mbali vikipokelewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Meja Jenerali mstaafu Salum Kijuu na hapa anatueleza zaidi kwa njia ya simu. wakiwemo wafanyabiashara Uh, wanasiasa pamoja uh, na viongozi wengine wa kidini wanaendelea kutoa misaada ya hapa na pale uh, kwa waathiriwa wa, wa tukio hili la tetemeko la ardhi. Na mapema tu kabisa hii leo uh, tulikuwa tukizungumza na mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi uh, ingawa yeye amesema kwamba amekuja kama mtaalam wa masuala ya majanga. James Batia alikuwa uh, akizungumza na waandishi wa habari na kuelezea uh, ku mambo masuala mbalimbali ambayo yangetakiwa kufanyika uh, na amekosoa baadhi ya kaso, amekosoa uh, baadhi ya mambo ambayo amesema kwamba uh, hayana tija katika uh, janga hili la tetemeko la ardhi uh, moja ya kitu ambacho amekizungumzia uh, uh, ni kwamba amesema uh, kwamba suala hili lisiwekwe kichama, kwa maana kwamba Watanzania wa wote uh, wangejiunga pamoja na kuwa kitu kimoja katika uh, kusaidiana katika kusaidia suala hili. Lakini kitu kingine ambacho nikizungumzika ni kwamba yanapotokea matetemeko kama haya, basi elimu ile itolewe hasa kwa wananchi husika uh, ili ilikuja ili kutokea wakati mwingine, basi wawe na elimu ya kutosha ya namna ya kujikinga na majanga kama haya ana na Mwebea unasema kusio na tofauti, kitu ambacho serikali imefanya, imeita watu wote na imetoa taarifa za watu wote, kila mwenye uwezo, kila anayeguswa aweze kusaidia. Inakuwaje swala hili linahusishwa tena na mambo ya siasa? Eh, swali unayoniuliza ndilo ambalo nimemuuliza uh, aaemaia na yeye amesema kwamba inavyoonekana ni kama vile eh, suala hili limechukuliwa kwa upande wa chama kimoja. Uh, na ndio maana hata wao mfano jana na juzi walikuwa hapo wakitoa misaada hapa na pale, uh, wanakuwa kama vile, uh, ni watu ambao hawatambuliki. Kwa hiyo ni, ni, ni kitu ambacho amekielezea hivyo, lakini kiuhalisia ni kwamba, uh, jana kamati ya maafa ya mkoa ilitoa utaratibu uh, utaratibu ambao ulisema kwamba, uh, kila mwenye kutaka kutoa msaada lazima apitie katika ofisi ya mkuu wa mkoa na hiyo ofisi ya mkuu wa mkoa ndio itakayoratibu huo msaada uelekee upande gani ili tuone. na na, na na na Charles Mwebea, tumekuwa tukisikia kwamba uh, misaada ama macho yanaelekezwa zaidi Bukoba, lakini katika maeneo mengine ya mkoa wa Kagera kama vile katika wilaya Misenyi, hali nako si shwari. Labda umepata taarifa za huko, vipi? hali ikoje? maeneo ambayo yameathirika na ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mengi. Ingawa ni kweli kwamba katika manispaa ya Bukoba ndio eneo ambalo limeathirika zaidi, na hapa ndio kila mtu amekuwa anaelekeza macho yake hapa, lakini eh, kwa muda mfupi uliopita nilikuwa katika wilaya ya Misenyi katika kijiji cha Gera, kule kuna athari kubwa uh, sana na naweza kusema uh, na wananchi kule wanasema toka uh, lilipotokea tetemeko lile la awali la na msaada wowote walioupata mbali tu ya kuona viongozi wa vitongoji wakiwatembelea na kuangalia zile athari, lakini hadi leo hawajapata msaada wowote na wala hawatajwi kama wao pia wana uhitaji wa ule msaada. Kwa hiyo wameiomba serikali na hasa serikali ya mkoa wa Kagera kuwasikilia na wao pia aa, ku -ku kuangalia namna gani wanaweza kuwasaidia kule. Je, tathmini imefanyika kwa ujumla kujua ni maeneo gani na gani yameathirika na tetemeko hilo a, katika mkoa wa Kagera wote? A, tathmini imefanyika, tathmini imefanyika, tathmini imefanyika katika wilaya ambazo zimekumbwa na tetemeko hili. Manispaa ya Bukoba ndiyo ambayo imeathirika kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna wilaya za Kirwa na wilaya za Karagwe Ngara uh, na Misenyi pia uh, ambazo zinatajwa kwamba uh, athari kule zimekuwa ni kubwa uh, lakini katika wilaya hizi, ukienda katika wilaya moja na nyingine eh, ni kwamba ni maeneo maeneo ambayo uh, si makubwa sana, utakuta ni labda ni, ni, ni, ni eneo fulani la kata moja uh, na eneo jingine ambalo uh, yako mbalimbali hayajakaribiana uh, kama inavyokuwa hapa katika manispaa ya mji wa Bukoba. Mwandishi wetu um, wa mkoani Kagera Charles Mwebea alipokuwa akituelezea uh, jinsi misaada ya kibinadamu kwa waathirika wa tetemeko la ardhi ambavyo imeanza kutolewa, alipohojiwa na anakwambaza.